Naam mtazamaji, eh, bwana Mr Pimbi mmoja kati ya mashabiki wakubwa sasa hivi wa Diamond Platinumz, kama unavyoelewa kwamba eh, Mr Pimbi bwana alikuwa anamsupport sana Harmonize, lakini this time around ni kama vile amebadilisha, ame switch sides na ameamua kumsupport Diamond Platinumz bwana. Kitu ambacho tumekiona kutoka kwake Mr Pimbi bwana ni kwamba baada ya mazito makubwa ambayo Diamond ameyafanya bado Mr Pimbi hajazungumza kwanza kuhusiana na show ya Diamond Platinumz, ile show ambayo imefanyika siku ya usiku wa kumkia leo kule Marekani New Jersey, ambayo show inafahamika kwa jina la Hot Summer Jam 97 yaani kwamba ambayo show hiyo imeenda vizuri sana kiukweli. Diamond amefanya vitu vingi sana ambavyo ni very remarkable, wazungu wanasema hivyo. Lakini Mr Pimbi ameamua kuzungumza kuhusiana na tunzo ambayo Diamond Platinumz amepe, amepewa hivi karibuni, na hii ni tunzo ya baada ya kufikisha subscribers milioni kumi. Eh, baada ya kufikisha subscribers milioni kumi Diamond Platnumz bwana amepewa tunzo ya kutoka YouTube. Eh, tunzo ya heshima, na huyu ndiye msanii pekee kutoka katika nchi hizi za Sub-Saharan countries kufikisha jumla ya subscribers wengi kama hivyo, yani subscribers milioni kumi katika ukurasa wake wa YouTube. Yani ukizungumziwa kina Davido, Burna Boy wote amewazidi kwa subscribers eh, bwana hili sio jambo dogo, so Mr Pimbi amezungumza jambo kuhusiana na hii inshu baada ya Diamond Platinumz kuletewa tunzo akiwa huko huko Marekani, baada tu ya kufanya show yake ile ya news, ya ile show yake ya Hot Summer Jam, ambayo imefanyika huko Marekani. So amepelekewa kule kule akiwa Marekani, amepewa hiyo tunzo. nataka hapa usikiliza alichokizungumza kwanza Mr Pimbi mwenyewe. milioni kumi huko. Haya, milioni tuambie kwa Kiingereza, mteleo. Huyo msanii wenu ana subscribers wangapi? milioni tano? mpaka afikia apate tuzo ya milioni kumi Fikisha subscribers milioni kumi. Acheni maneno, acheni kuwekeza kwa wanawake. Mwanzenu anawekeza katika muziki. Mambo ya kuwekeza kwa wanawake amesha yaacha muda mrefu. Kasha toka huko. Nyinyi mnakaa mnawekeza kwa wanawake mnanunulia magari wanawake, mnajengea majumba wanawake. Mwenzenu hela yake ya kuwekeza kwa wanawake anawekeza kwenye muziki wake. Sifae aa maa, nyinyi mnaoshabikia wasanii wenu, niko na nyinyi mashabiki. Nyinyi ndio mnawajaza vitu wasanii wenu, mnawapoteza. Hata hewa ya kukompiti na Diamond hawana, lakini nyinyi mnawapa vitu, wanajiona wanaweza. Na nazungumza na machawa, kuna machawa yani. mimi mimi yani, ndio awa ndo wanadili nao, wanamjaza kitu, wanamjaza hewa, msanii wao anajiona namba moja Tanzania eh. Hey, haya, kama namba moja, ndio ndio kachukua tuzo hujui arena ambayo Diamond anafanyia show hiyo stadium ni hatari. Ni hatari inachukua watu elfu kumi na nane Capacity ya watu elfu kumi na nane Haya nyinyi mnaoingia watu mia moja au mia moja na hamsini Punguzeni, punguzeni moshi, acheni kula moshi, unadanganya, tumbaku inadanganya, acheni kula moshi, moshi unadanganya. Nawaambieni, na nchini Marekani na anapiga show kubwa na kalipo a lot of millions kama hujui. Nakwambia kama hujui arena ambayo Diamond anafanyia show hiyo, stadium ni hatari. Ni hatari inachukua elfu kumi na nane kapasiti ya watu elfu kumi na nane. Haya, nyinyi mnaoimbia watu mia mia huku mia hamsini, mnajiona. Punguzeni, punguzeni moshi, acheni kula moshi, moshi unadanganya, tumbaku inadanganya, acheni kula moshi, moshi unadanganya. Nawambieni, na moshi utawapeleka pabaya, kwa sababu moshi unatabia kujiona wewe ni, ni, ni president, kumbe Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Mr. Pimbi kufuatia kwa tukio la Diamond Platinumz, eh, kuchukua tunzo huko Marekani. So hapa katika caption pia ameweka ujumbe vile vile, ambapo ujumbe ambao ameuandika Diamond kwenye caption hapa ameandika kwamba Diamond kabeba tunzo haya, sasa igeni na tunzo eh, amesema kwamba igeni na tunzo, msiishie kwenye private jet. Ni ku, uh, usi, usiombe ni usiombe nikukalie kooni, utaimba haleluya. Huyo ni Mr. Pimbi, ameandika hivyo. Sasa hapa wadau hapa bwana, wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kitu ambacho Mr. Pimbi amekizungumza kuzungumza kwa hiyo tunzo. Hata msanii msa wa Rwanda Bruce Melody pia alishapata uh, so kwa mduaso kama bwana mzee mmoja tu wa fact bwana eh, Bruce Melody amna msa... jamaa <laughs> sijua matatizo so gani aliandika kwamba eti Bruce Melody ameshawahi kupata, hapana. Hakuna msanii hana ile tunzo, Bruce Melody ataitoa wapi? Boy mwenyewe hana ile tunzo ambayo Diamond amepewa milioni kumi bwana. Kajala 1 and 2 tena zote ni range, alafu akaweka emoji za kucheka voice note. Eh, ukiongea kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana da eti, geni na tunzo kwamba bwana sasa hizo tunzo haya bwana <laughs> kwamba kwa kwa bwana umejua kumkwarua kweli kweli huyu jamaa. Kuna mtu amesema kwamba bwana umeongea vitu Vya maana sana ebwana, ingine, hapa of course, kwa tena, kuna kuna watu wengine wamekuja kumtukana kwa sababu tunajua tena, mashabiki wa Harmonize vile vile, obviously, hawawezi wakapendezwa hata kidogo na kile ambacho Mr Pimbi anachokizungumza hususan akiwa anamzungumzia negative msanii wao Konde Boy. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, unazungumzaje kuhusiana na hiki ambacho amekisema Mr Pimbi kufuatia kwa